Ukatili ni kukosa huruma, ni pale ambapo unakosa huruma au utu. Kwanza, magari ya Lunari yanakamatwa ovyo bila sababu, na mandereva pamoja wanaangaishwa kwa hamsini kwa pamoja, hamsini na arobaini na saba arobaini na tisa pale chini Lunari, hapo mfanyikazi, sentensi ya mwisho katika serikali Aasuria, lakini alikuwa anafanya biashara mashuhuri. Alisifika sana katika biashara ya usafiri. Mara nyingi aliangalishwa na polisi kwa makosa madogo madogo. Wakati mwingine magari yake ya usafiri yalizuiliwa katika vituo vya polisi bila makosa yoyote. Madereva walonare nao hawakusaa, walishikwa kwa makosa yasiyoeleweka, wakatozwa faini za kiajabu ajabu, wengine wa hata wakapokonywa leseni za kuendesha magari bila sababu maalum. Siku haikupita bila tatizo kutokea kuhusu magari ya Norali. Norali alivumilia yote huku akiamini kwamba mafanikio hutokea palipo na hali, vidi na nidhamu. Mm, kwa hivyo unaona magari ya Norali yanakamatwa ovyo, kila sababu na wale madereva wanaangaishwa. Mm. Pia tunaona Sangilo na Siaba wanamshawishi Mbaji kuhujumu biashara ya Norali. Lakini anapokataa wanamtisha, wanamutisha. Ukurasa tisini na nane. Nitakusomea. Siku iliyofuata ilikuwa Jumamosi. Wakosha aliandamana na Mbugulu, Lunari, Sauni, Sangura na Mbaji. Nilijawa kampuni ya mabasi ya Lunari. Alijua hangefika mbali. Hakutaka kuchokora mzinga ule uliosheheni nyuki. Ukataa kwa Mbaji kuliwatia kiwewe masiri wake mshoe. Walianza kumtolea Mbaji vitisho lakini kindo halikumpiga Mbaji mshipa. Alipoona hatishiki wala kujali, walijua Mbaji hangeweza kuwa chambo cha kunyasa Lonare na pia wakati mingine, wakati mwingine unaonekana wakati Lonare anateka nyara, anateka nyara kisha anapigwa na kudungwa. Kurasa 170. Ni ya alia efika sema toba, kwa hapo toba.

Miguu anatembea juu ya msumari. Miguu hiyo ilikuwa imefura mu lieiuni. Hayo yote yalipokuwa yakiendelea, hakuna aliyethubutu kumharibia. Walimtazama kwa mbali. Walisikia sauti za watu wawili zikikaribia mlangoni. Mmoja ni mumewe. Alisikia vituko vyao vikimbilia mti mkubwa uliokuwa karibu na kijiji chako. Watu hao walitoka nje, hapo ndio macho yake. Mlima na Sangili walikuwa pale wote, wakiwa wenye furaha mno. Sangili alitoa furushi la pesa mfukoni na kumkabidhi Mlima. Alipiga piga mgongo kama ishara ya kumpongeza. Hapo Mabosha alisikia Sangili akimwambia, ashirikie ujana wako, maisha ni mafupi kijana. Unajua asante mzee, naelekea huko sasa, Mlima alisema na kucheka. Aliagana kwa furaha na Mlima karejea ofisini mwake. Magwasha alikaribia lile dirisha ili apate kufungulia ndani. Hapo alimsikia mrima akiongea peke yake. Hmm? Kati familia. Kwani mimi mjinga niache mapesa haya yote yanipite bila kuyafaidi. Nipato ni kicho kidogo hata tuweze kuilisha jamaa yangu kwa juma moja. Tutelea mbali. Magwasha na wanawe watajipanga. Pombe ya berere si yati, no? Najua sangitu alimpenda sana Magwasha wakati mmoja. Lakini si sasa. Sana haja naye. Kwani kuna siaba hapa wapi? Ah, mrima. Unja mifuko ukiwa bado una meno bwana. Pia tunaona sangitu anauza maziwa yenye vijasumu ambayo wanafanya watoto wahari. Kurasa 17. Huo ni ukatili, kurasa 17. Angalia pale chini, raia wa Matuo hawataweza kusahau kisa kimoja ambacho kilitishia maisha ya watoto wachanga, kilichosababishwa na Sangilo. Walikuwa wameagiza maziwa ya watoto kutoka nje ya nchi. Maziwa haya ya unga yalihatarisha maisha ya watoto wote nchini. Hii ni kwa sababu yalitiwa sumu ili yasiharibike haraka. Waliokunywa maziwa hayo walitapika na kuendesha kiasi cha kutia nchi nzima taharuki. Hospitali na zahanati zikasheheni watoto wagonjwa hadi wakati ambapo ilibainika basi chanzo cha yote hayo ni maziwa. Hakuna lililofanywa na Sangilo hata baada ya mapungufu hayo. Aidha, walikuwa wameimarisha mtandao wa mafisadi ambao polisi walishindwa kabisa kuangamiza. Waliojasiri wali walitishwa kuachishwa kazi wakakukumaa kwa woga. Mafisadi hao hawakujali kuwa haki ndiyo inayoinua taifa, kwamba jwari hii ikiadimika nchini basi taifa hilo liko hatarini na tu ilikuwa ikididimika taratibu na walioabudu kunguni, lakini wamelichagua jina jema kuliko mali nyingi. Kwa hivyo hapo ni watoto wanauziwa maziwa yenye vijasumu na wanafanya wahari pia. Sangilu anazuilia meli yenye shehena za ngano isitie nanga badarini hadi atakapomaliza kuuza ngano yake ya bei ya juu. Ni ukurasa huo huo wa kumi na saba iko hapo juu, hapo juu, kumi na saba hapo, katika ngano hii, tuanze hapo chini kidogo. Hata matofali walikuwa wa kule, waliendeleza ubeberu wa kiuchumi nchini. Kuna kiti ya bajeti kipanda kila mwaka, kupanda kwa bei za bidhaa nchini. Matuo kwa ni jambo la kawaida. Sagilu ndiye aliyekuwa mshauri mkuu wa mtemi, akatumia nafasi hiyo kwenye nyasa masimu yake, hapo jali maslahi ya nchi, hasa katika kuboresha bidhaa na kujiuza kwa faida. Wakati mmoja nilizuia meli nzima bandarini isitie nanga bandarini na kupakua ngano hadi nilipofaulu kuuza kwa bei ya juu, ngano na yote nchini hii alikuwa ameagiza kimageto bila kulipia ushuru. Aliagiza mali ya tamali bandarini bila kulipia ushuru huku akiwatisha maafisa wa forodha. Kila wakati malori yake yaliposhikwa, yasafirisha bila kushikwa nchini. Alitoa ndugu kisha aliachiliwa kusambaza bidhaa zilizoathiri afya ya umma. Pia kuna mwanamke ambaye ni sihaba katika uwanja wa kanisa Mtakatifu Mako anabeba kifurushi chenye bomu. Ni ukurasa upi? Niambie. ishirini na sita ishirini na sita. Ama tuanze ishirini na tano tuanze ishirini na tano. Ile alikuwa anataka kuingia kule, lakini hapo ashindwe. Mrima alikisikiria kusema kwa sauti. Magwasha aligeuka kablana kumuuliza, Mrima nani ashindwe? naona kuna jambo linaeiasi nafsi yako, niambie mpenzi, nikusaidie kuibeba. Magwasha alinaoneeea hakuna lolote mlu kwangu. Nimemtuma msimamizi wangu akatekeleze jambo dogo sana ili asiaribiaa, mlima alijibu huku akijitia tabasamu. Msimamizi alikutana na mwanamke yule anakahai. Alijaribu kumzuia kuwasogelea maharusi. Mwanamke alianza kulishana naye huku akitaka kupita. Msimamizi alikataa katakata na kutisha kuwaita polisi. Hebu niondokee bwana, hujui wale ni jamaa zangu. Jitambulishe kwanza, kama sivyo hutakanyaga hata hatua moja kutoka mahali hapo. Msimamizi alipokuwa huko alijaribu kumsukuma kaka. Mbona hivyo? Sitaki aibu mbele ya jamaa yangu, hebu nipishe. Mwanamke alipaza sauti na watu wote pale kumtazama. Msimamizi alipoona mwanamke huyo amepania kuwafikia maharusi, alikichukua kifurushi hicho ghafla na kukirusha mbali sana na ule umati. Baadhi ya waligo walipoona vile, walipiga vidogo na wengine kamana wa sauti. Wengi hawakujua kujua kilichokuwa kikiendelea. Kifurushi ilipeperuka angani na kilipodunda chini Mlio mkali kama mabomu ulisikika mahali pale. Taharuki na tafrani kuu ilitawala mahali pale, kwa watu ambao wanakimbia huku na huko, kila mtu alikaba niuni boti. Maharusi walikimbizwa kwenye gari na kuondolewa mido mahali pale. Moshi mkubwa ulifuka ukafanya wingu kubwa jeusi juu angani. Watu walikanyangana na wengine kujiangukia ovyo kwa ovyo. Wengine waliobeba zawadi walizitupa ili wawe na urahisi wa kukimbia. Wenye mioyo hafifu walizirai kutokana na mtatizo huo gali Watoto walitoa kemi za woga huku wazazi nao wakikimbilia usalama wao. ikimana cha gari asii mda simda gari hilo liliwasili mahali hapo. Hakuna aliyejeruhiwa na mlipuko huo, lakini kulikuwa na majeruhi wachache waliorudia kutokana na rasha ile. Hawa walipelekwa kupata matibabu. Baadhi ya walivu waliingia kwenye magari na kuondoka mahali hapo. Waliokuja kwa miguu walifika vio hadi pahali palipo salama, kisha walitembea huku wakisimulia yaliyotokea katika tadani ile. Mmoja wa walipa alibahatika kuona ile mwanamke alimwona akitoroka kwa gari jekundu aina ya Mitsubishi. Aliingia ndani ya gari lake akaamua kufuata kwa kasi sana. Dereva wa gari hilo alikoona anafuatwa mbio aliongeza mwendo, wakatorokea kwenye barabara kuu inayoelekea mtaa wa majuu. Mtu huyo aliamua kurudi, hakutaka kuhatarisha maisha ya kuingia mraadi mu matoka abaengiikizo

baada ya kikao hicho, chifu sha hal ofisini mwake akiwa amebeba mataragataa nyuma yake. Alifuatiwa na watu watano, sijawahi kuwaona watu wao chifu. Alifunga mlango wake kwa mazungumzo ya faragha. Nao mwabasha alieleza watu wao walikuwa wamevaa vipi. Walivaa shagalabagaa tu, yaani bwagamkaetu awakuwanalifuata yugua sitini na sita. Tuendelee tena uone vile mipango inaendelea.

mmoja wao alikuwa kijana barubaru hivi, alipiga kumbo nikasererekea mtaroni. Wenzake walicheka kisha Mabasha akasema, haya yachekesha, lakini nakuumisha mno. Vijana hao walikimbia kwenye kumbo ambalo lilikuwa limeegeshwa karibu. Tulisikia sauti ya mwanamke akisema, mmemaliza kazi, harakisheni vege. Vijana waliingia garini na kuondoka kwa kasi sana. Yule wa kwanza akasema, mliweza kumtambua mwanamke huyo? Mabasha alisema haya 72" tunamalizia wale walichoma sabini mbili. hapo chini ni hivi hiyo kuna wanawake wachuuzi ambao walichelewa kufunga mikoa yao jana kutokana na kuwepo kwa wateja wengi. Walipokuwa wakirudi nyumbani, walikutana na vijana wanne. Hawa walikuwa wakitimka mbio kutoka matango, walibeba mageleni matupu yalionuka mafuta ya petroli, lakini hili aliwezi kutufanya mtu ashuke. Lonare aliuliza, subiri kwanza nikueleze. Vijana hao waliingia katika gari jekundu lililokuwa likiwasubiri kisha walisikia sauti ya mwanamke humo garini ikisema waondoke hapo haraka. Nisema gari jekundu ndio? Lakini wanawake hao hawakujua ni laina gani. Huyo mwanamke walimfahamu? La. Hawakumfahamu. Ilikuwa usiku sana, wangeweza hata kusoma nambari za gari. Lonare aliyapima maneno ya Mangwasha akawaza kwa muda kisha akasema hizo ni habari muhimu sana. Tazipeleka mbele ili zielezwe zaidi. Hamtakuwa dafu kama ni huko mnaenda. Kisi ni msaki wa zembe ambao kazi yao ni kupokea rushwa tu na kufurisha matumbo.

walisubiri serikali iwape maelekeo ya kujua hatima yao. Alfajiri kuamkia siku ya tatu, wenyeji walipigwa na kutwaa karatasi lenye maandishi ya kuwataka waondoke mahali hapo ilitamakara. Kuna mahali Wakena wameshauriwa kuondoka, kwani hadi hiyo ilikusudiwa kujenga soko kuu la wazinuzi. Mjumbe au kusema soko hilo litajengwa na akina nani. Ujumbe huo uliwakasirisha sana wale fanya wamesharudi katika makao yao tena. Sijui ni viumbe wa aina gani hawa. Mtemi Lesulia alimwambia Sagiru. Huyu alipomtendelea ikulu. Nimemtuma siaba kukagua ujenzi wa wale. Sagilu alieleza, cheti cha hadi wamepata, usijali Mheshimiwa. Kila kitu kinashughulikiwa. Sagilu alitamka, kwa vyovyote vile, Hakikisha kwamba jalada na hadi hiyo wanipatikani. Sawa, sawa. Siona ndio walikuwa wamepanga. Kwa sababu ni wapi walikuwa wamepanga na wanasema walifanya fanya wamerudi kwa hivyo ni walifurusha. <coughs> Lakini pia pale tunaona siaba anasambaza vijikaratasi. Pia ni ukatili Chifu Mshabaha kumwachisha Magwasha kazi anamwachisha kwa sababu anaunga mkono Lonari 135. Siku iliyofuata Magwasha aliwasili kazini kama kawaida. Lakini alipigwa na butwaa alipoingia na kumkuta msichana ameketia kiti chake. Alimtazama kwa muda. Msichana alimpa barua yake kisha akaendelea kuchapa kazi katika tarakilishi. Magwasha alipokea akaenda katika chumba cha mapokezi huko aliketi na kuisoma. Zitoka kwa Chifu Mshabaha. Kwa kadri alivyoendelea kusoma ndivyo alivyozidi kugalifika. Alipomaliza alihisi kukabwa koo na kitu asichokielewa. Kitu hicho kilipanda hadi kichwani. Ilipofika huko machozi ya moto yalianza kumtiririka njia mbili. Kinyo kubukumba akashindwa hata kutamka maneno. Alitulia hapo kumuda, kwa muda. Wafanyakazi wenzie walimtazama kwa huruma, baadhi yao walijua kilichotukia, lakini hakuna mtu aliyejasiri kufunua kinywa chake. Mshoma Mabasha alinuka akapuuza hadi afisini mwa Chifu Mshabaha bila kupoteza wakati, bila salamu alimkabili. Ndio asante yako baada ya kufanyia kazi miaka yote hii, Mabasha alilipuka. Chifu alimtazama kwa muda na kusema, ulikuwa ukifanyia serikali, si mimi na wewe, huwezi kuiendea serikali kinyume ilhali inakupa mshahara. Mbona sikuelewi? Mabasha alisaili. Utani leo vipi na baada ya kazi unaenda kufanya kampeni za kisiasa? Ni wafuasi wa Lunari, mmepokonya Sangili mwanawe. Sasa mko mbioni kuwa jasiri hata kufanya mtimbe na suria kama ile. Nadhani tutawasamehe. Wale si watoto, ni watu wazima, na kinzao wamefuata yenye heri wakauacha ushari. Wao wenyewe ndio wafukuzao, kwa sababu mh kampeni p